Audhu billahi min ashaitani arrajim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma baadu. Ndugu zangu watazamaji wangu, nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa taala na rahma na amani ziendelee kuteremka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lakini pia nawashukuru ndugu zangu, popote pale mlipo, wote ambao mnaifuatilia chaneli hii, lakini pia eh, wale ambao mmekuwa mkipiga simu na kutushauri, kutuelekeza nini tufanye katika kuboresha mazungumzo yetu haya ili aendelee kuwa na faida zaidi kwa jamii inayotufuatilia. Leo nataka nikutie moyo ndugu yangu. Nataka nikutie moyo wewe uliyokata tamaa, ambaye maisha yako yamesambaratika, maisha yako yamekuwa hayaeleweki. Na sasa tunavyosema unafikiria kujinyonga, umeshajikataa, huamini tena katika kuishi, unaona bora tu uondoke katika ulimwengu huu, na unajihisi huna faida, mimi ni msindikizaji tu wa wenzangu, kila nalolifanya alishikiki. Kwanza nikupe pole, lakini pia nikutie moyo kwamba wewe bado una nafasi ya kuishi na bado una nafasi ya kutoboa katika maisha. Kwa nini hivi? ni kwambie kitu kimoja. <coughs> Hivi nimeshawahi kukwambia au umeshawahi kujua kwamba mimi ndugu yako ninayezungumza na wewe hapa, Sheikh Khaidar, si unajua kama Mwenyezi Mungu amenijalia kuto kuona kabisa kabisa na niko kwenye hali hiyo toka nikiwa na umri wa miaka minne kwa hiyo nimesoma nikiwa katika hali hii na yajua ninayoyajua nikiwa katika hali hii. Lakini ni nini basi mimi mwenzio kimenifanya nifike hapa nilipofika? Kilichonifikisha hapa, jambo la kwanza kabisa ni kujikubali. Amini, ndugu yangu wewe uko peke yako dunia hii, ni wewe mwenyewe tu. Mafanikio yako hayatotokana na mtu mwingine yoyote au watu wengine wowote wale, bali yatatokana na nguvu na uwezo na vipawa ambavyo Mwenyezi Mungu ameviwekeza kwako. Jambo la kwanza, naomba ujikubali wewe. Kubali kwamba mimi sina kitu, kubali kwamba mimi ni maskini Kubali kabisa kwamba mimi ni mlemavu, kubali hivyo. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Ukisha kubali hivyo, tafuta sasa, naweza nini? Hicho unachokiweza ndiyo njia yako ya kutokea. Hiyo ndugu yangu, kinachotakiwa kiimarike kwako, kinachotakiwa kisimame vizuri ndani ya nafsi yako ni ile hali ya kutokata tamaa na usije ukakatishwa tamaa na yale yaliyoko kwa wengine. Jione hicho ulichokishika ndio mwanzo wako wa safari unaotakiwa kuendea maisha. Ndugu yangu, mimi mwenzio, baada ya kujikubali, kama nilivyokuambia, nilitafuta ni nini kitu muhimu ambacho nitakishika kitafanya mimi niweze kuishi vizuri kwa amani na kwa furaha. Njia ambayo niliiona mimi ni kusoma dini. Dini nitakapokuwa nimesoma na kuitumikia, itanikutanisha na watu, itanikutanisha na makundi mbalimbali, itanifanya nitambulike kutambulika ambako kutapelekea na mengine kufanyika. Sasa hebu mwenzangu, wewe hapo ulipo, unaweza nini? Kipo tu unachokiweza. Mwenyezi Mungu hajawahi kumuumba mtu kisha asimwambatanishe na kipaji chake fulani, asimpe uwezo wa aina fulani. Upo, upo tu. Hebu jitafute, jikague, jitazame. Ni eneo gani ambalo unafanya vizuri zaidi? Lakini hebu tafuta watu wa kushauri, au njoo ni kushauri kwa kadiri ya uzoefu ambao kidogo Allah amenijalia. Msisitizo wangu hapa ni kwamba huna haja ya kukata tamaa, wala huna sababu ya kujinyonga. Wewe unaweza chochote kile, hebu kuwa tayari kuwa na msimamo. Mwenyezi Mungu hajaumba mtu mwingine, kakuumba wewe tu. Ikiwa unaitwa Rajabu, basi tambua Rajabu yuko mmoja tu, ukisikia mwingine, sio wewe. Lakini wewe unafanya nini? Unatekeleza kwa kiasi gani majukumu yako, ili uweze kuyafikia malengo yako. Mafanikio yanapatikana kwa njia hizi: kwanza ni kujitambua kama tulivyosema; pili, kujikubali; tatu, kulifanya kwa bidii hilo unalolijua. Kama wewe shughuli zako ni kulima mboga mboga, basi kuwa na bidii kwenye jambo lako hilo. Fanya vizuri kwenye bustani zako hizo, ondoa uvivu na uzembe. Pambana ndugu yangu, wewe unanitazama, unanisikiliza, fursa ngapi, fursa ngapi zimepita mikononi kwako? Fursa ngapi zilizoonekana kwenye macho yako na ukashindwa kuzitumia vizuri? Kwani mara ngapi tunakutana na vijana kwa nyakati za mvua, njia zimeharibika kuna mahali kuna madimbwi gari hazipiti, wanakwenda kutafuta mawe na kuweka pale, kisha wanadai hela. Ile ni fursa. Leo watu wamekuwa wavivu bwana, kutokana na ule uvivu wao mauchafu yako mpaka majumbani, majani yameota mpaka katika baraza. Nenda na jembe lako pale mwambie mama fulani, na kulimia hapa, nipatie pesa, na atakupa tu, kwa sababu unamsafishia au unamfanyia kazi. Leo vijana wengi wanaoishi katika miji mikubwa wanajivunia uwenyeji, mimi ni mwenyeji wa hapa, mimi ndio aliwatani wa maeneo haya, lakini hali yake ya uchumi iko hohehahe. Baba yake katika maisha yake kafanya kila alichokiweza, kaweza kujenga mpaka nyumba hiyo ambayo leo yeye anaishi. Lakini kutokana na kuishiwa maarifa, kuto kuimprove kimawazo, hiyo nyumba yenyewe wanaoishi mara tu baada ya mzee kufariki, wanafikiria kuiuza, lakini wakati huo huo hawajui wanauza ili iweje. Siku mbili tatu, wamegawana Pesa zimekwisha, hatua ya kuelekea tena mtaani. Yote haya ni kuchelewa kujitambua, wewe ni nani, unaweza nini na kipi ufanye. Nimewahi kutoa mifano kwa kumalizia, nimewahi kutoa mifano kadhaa, lakini mmojawapo nikatoa mfano ule wa ndugu zangu wa Ruguru waliotokea maeneo mbalimbali ya mkoa wa Morogoro na wakaja katika miji tofauti tofauti, hasa Dar es Salaam. Walipoona bonde la Msimbazi Gide na mabonde mengine Tabata, njia rahisi wao walioiona, wakaingia katika uhitaji wa watu wa mboga mboga, wakalima mchicha, eh? Spinach,